Ya ukipitia bana, kwenye mitandao ya kijamii, kuna moja ya stori ambayo hii stori bana ameweza kuiongelea, ameweza kuizungumza Mange Kimambi. Nafikiri tulio wengi tunamfahamu huyu mwanadada Mange Kimambi, of course yeye amekuwa ni mtu wa kuponda, ni mtu wa ku wa kuongea vile ambavyo anajisikia. So ye ukifanya zuri twende, ukifanya vibaya lakini bado atakuponda tu. So huyo ndivyo alivyo Mange Kimambi. Lakini leo hii, bwana, Mange Kimambi ameweza kuzungumzia ishu ya mmoja wa wapenzi ambao kwa hapa Tanzania wamewahi toka kimapenzi na msanii Diamond Platnumz hapa namzungumzia Tanasha Dona. So, huyu mdada bwana, tunafahamu kama ni moja ya wanawake ambao walikuwa wanadeti na walibahatika kupata mtoto mmoja na Diamond Platnumz, huyu Tanasha Dona. Lakini, mm, siku za nyuma kidogo, huyu mwanadada aliweza kwenda kufanya sajali ya kuweza kutanua lipsi zake za mdomo. So Mange Kimambi hajalifumbia macho ili. So Mange Kimambi Mange Kimambi bwana, ameweza kumchana huyu mwanadada baada ya kwenda kufanya sajali ya kwenda kuongeza midomo yake kwenda kutanua lipsi zake. So moja ya ujumbe ambao alikuwa ameuandika Mange Kimambi kwenye ukurasa wake wa Instagram, so Mange Kimambi alikuwa ameandika hivi: I was reading comment for people mocking and abusing this beautiful woman without giving her any advice. Mnapoburi mtu pia mpeni na ushauri Tanasha, you are one of the most beautiful woman in east africa. Actually, kati ya wanawake wa Diamond wote hakuna anayekupata kwa sura nzuri. Ulichofanya usoni kwako is not permanent damage, unaweza kudisolve hizo fillers zote na ukarudi kama zamani. Usisubiri ziishe zenyewe, sometimes haziishi depending na metabolism ya mwili wako. please go and dissolve them, uanze upya, that is if kama hukufanya lip surgery na kuweka fat transfer kwenye lips, maana hiyo ni almost invisible, ila kama ni fillings tu, ni katika dogo kusolve njoo la fasta na kupeleka sehemu ya kudisolve hizo, hizo fil na Mange Kimambi ap tutakupa ofa ya kulipia hiyo prosidua prosidua. So yani, hapa Mange Kimambi alikuwa akimshauri huyu mwanadada kana kwamba it is better kama akirudi kwenye akirudi kama alivyokuwa mwanzo, yani lipsi zake zikawa vile vile kama alivyokuwa mwanzo ndo kama hivyo, amedai kuwa hataweza kumpa ofa ya kulipia hiyo, yani kulikava, kurekebisha yani, kurudi kama kwenye hali yake ya mwanzo. So Mange Kimambi ambacho anadai kuwa huyu mwanadada ameweza kujaribu, lakini hakuishia hapo, aliendelea kwa kuandika hivi: that is said, mimi kama dada yenu nashauri kama umezaliwa bila kasoro yoyote kubwa usoni, usiguse uso wako unless umezaliwa na kasoro usoni ambayo ndo kitu cha kwanza mtu ana noti usoni kwako, labda unapua kama ya baba Levo, hapo sawa, kaangaike kurekebisha, ila please don't touch your face kama umezaliwa poa tu unless ifike uzeeni ufanye sajali ya kutoa makunyanzi usoni. Otherwise, don't touch your face. It never work out well. Hizo part zingine za mwili wako utajua mwenyewe, fanya unachotaka at least, hizo part zingine ukiharibiwa unaweza funika na nguo, ila usoni unafunika na nini? Never touch your face kama huna ishu kubwa. Pia Mange Kimambi aliendelea kwa kuandika tena, Tanasha, for now please user fras Il, ili wasikubyuri this much, ukisha solve the issue then you can go back to fixing with no filter pixie. Eh, hivyo ndivyo alivyokuwa amemaliza mwanadada Mange Kimambi. So ukipitia kwenye ukurasa wa Mange Kimambi nafikiri alikuwa ameposti hii picha ya huyu mwanadada Tanasha alivyokuwa hapo mwanzo na sasa alivyo. So kama hivyo, eh, mdomo umekuwa mkubwa, eh, kwa kana kwamba ni sifa za uzuri kwa wanawake this time kana kwamba binti au msichana akiwa na lipsi kubwa, lipsi nene nene, ni moja ya sifa za uzuri. So mdau utakuwa na kipi cha kusema kuhusiana na hii basi, utashusha komenti yako na mimi ndakuja kupita nayo pia. Nikukumbushe wewe ambaye bado uja subscribe, so hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu yeah.